Nam, karibu tena mtazamaji, tunaendelea na taarifa zetu kuu. Wakulima wa kijiji cha Kwoyo, eneo la Nyamonye katika kaunti ya Siaya, wanahangaishwa na tumbili wanaovamia mashamba yao na kuharibu mimea. Licha ya kuripoti kwa idara ya kulinda wanyamapori, wakulima hao wanasema hakuna hatua yoyote imechukuliwa hadi kufikia sasa. ifakulima nalima tu na nguvu yangu na inaenda hivyo. There's last one nili, nilikuwa napika kwa jokoni hivyo sasa, nimeweka chakula jokoni, nimetoka nimeenda nyumba kubwa kuleta unga ya ugali. Ni songe ugali ni kule, nakutana na mangi na amebeba sufuria na na chakula anaenda nayo. kumrushia mawe hivi, naona ameweka sufuria chini, ananifanyia hivi ananifanyia sasa hata nikimrushia mawe amepanda juu ya miti ameenda huko juu kabisa, aendi. Sasa mimi nashindwa. Sasa hii, onge, hii manki nitafanya namna gani? kulima tu hivi nyani anakuja kuchukua mahindi, kama bado iko mbichi, kabla jaiva nyani inakuja kuchukua hiyo mbichi nini, nini, mahindi. Kama siku ya leo nilikutana na manki ikitoka kwa nyumba yangu ikichukua eggs inakimbia naye mpaka huko juu ya miti. Unaomba serikali watusaidie sisi. Kwa hivyo tunataka serikali wakuja chukue hizi manki waende nayo.